Hapa tuna shida ya maji, si ndio hivyo? Ni kweli, ni kweli, tuna shida ya maji hapa, si ndio kweli? Hiyo hapa tutachimba kisima. Najua kile kisimba kirefu hakina maji, hakitoi maji ya kutosha, si ndio hivyo? Tutachimba kingine cha kutoa maji ya kutosha. Lakini wana Ng'halita, kuna mradi mkubwa sana Dr. Samia Suluhu Hassan aliufungua kwa mwezi miwili iliyopita, wa thamani ya bilioni mia nne na arobaini utatokea Ziwa Victoria la maji, utaenda Bariadi yetu hii, utapita Bariadi yetu hii, utapita Bariadi Vijijini, bari bari, unaenda mjini, unaenda Meatu, unaenda Itilima na sehemu zingine za Maswa, tutaleta maji hapa. Ukiacha tukao chimba kisima kirefu tokwe kwaga, Dkt. Samia Suluhu Hassan ataleta maji hapa, na mimi kazi yangu kama mbunge wenu na diwani wenu kea ni kuhakikisha kwamba tunaleta maji hapa, tunajenga tenki na kusambaza maji na wakina mama yeah. anga latoho, oh, o yeah. Kwa maji hayo tutaleta hapa. Kuna la pili ambalo limezungumzwa, kuna uhitaji kuongezewa sekondari, si ndiyo hivyo? hapa Matongo tutajenga shule ya sekondari mpya ukiacha ambao zilizopo kama tutaongeza madarasa, tutajenga maabara, lakini tutajenga shule mpya hapa Matongo. Sasa kazi yangu, kazi yangu na, na diwani ni kukubaliana katika maeneo yetu, katika vijiji vyetu vionavyo vinne, ni sehemu ipi watoto wanapata shida, wanatembea muda mrefu kutafuta shule kwa. Kama ni Ng'halita, tutajenga hapa shule Ng'halita. Hiyo lingine nimeambiwa lingine, hapa kuna shida ya zahanati, si ndiyo hivyo? Kuna shida ya zahanati kwa madaktari, kwa maana madaktari, si ndiyo hivyo? Wafanyakazi hii, nataka niwahakikishie bwana Ng'halita, Dkt. Samia Suluhu Hassan ndani ya siku mia moja yani, mkisha tuweka tiki na akaapishwa kuongoza taifa letu, ndani ya siku mia moja ataajiri wafanyakazi elfu tano na hao wafanyakazi watakuwa kwenye afya kwenye elimu na mambo ya nini ustawi wa jamii maendeleo.